Lakini, ibara ya tano ibara ndogo ya pili imetoa sababu ni kwa nini mtu asishiriki kupiga kura? Kwa nini mtu asipate haki yake ile ya kupiga kura, na imeongelea sababu nne tu, naomba niwaambie. Sababu ya kwanza, endapo wewe siyo raia wa Tanzania. Sisi humu wote si raia jamani Kwoyo tuna haki ya kupiga kura. Hiyo sababu ya kwanza haituhusu. Sababu ya pili, endapo wewe mtu ni mwenda wazimu, una ugonjwa wa akili, wewe Waswahili wanasema chizi. Sasa niulize humu ndani, kuna mwenda wazimu wakituambia tusiende kupiga kura? Maana anatuambia sisi ni mwenda wazimu sisi tuambie, sisi siyo wenda wazimu, tuna haki ya kwenda kupiga kura. Sababu ya tatu uwe umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ya jinai, yaani kiufupi uwe mhalifu. humu ndani kuna wahalifu? Maanake tuna haki ya kwenda kupiga kura. Sababu ya nne na ya mwisho uwe umekosa kitambulisho cha umri, cha uraia au champigia kura kimoja kati ya hivyo. Sisi humu wote tuna vitambulisho. Katiba hiyo inaendelea kusema mbali na sababu hizo, hakuna sababu nyingine yoyote itakayemzuia mtu kupata haki yake ya kupiga kura. Wanaposema no reform no election, maana yake tunapingana na ibara ya tano ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka tukiuke katiba kwa mara nyingine tena. Huwanataka tukiuke katiba kwa kutunyima haki yetu ya kupiga kura. Huwanataka tukiuke katiba kwa kuifanya serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya sita, serikali ya Chama cha Mapinduzi iendelee kukaa madarakani baada ya Oktoba pasipo uchaguzi, kinyume cha katiba. Jambo hilo kwenye nchi yoyote yenye ustaarabu haliwezekani. Katika nchi iliyostaarabika ukitaka kufanya uchaguzi, kufanya mabadiliko ya sheria, kuna njia mbili. Unakwenda mahakamani, na walikwenda mahakamani kusema wakurugenzi atuwataki, na nilisahau ile mabadiliko mengine ya ya mgombea huu kupita bila kupingwa. Hilo ni badiliko la kumi na tatu. Ni sawa kupita bila kupingwa, sasa hivi imeondolewa. Sasa hata ukibakia peke yako, hakuna wapinzani, nenda kupigiwa kura ya ndio au hapana. badiliko la kumi na tatu hilo, nalo walikwenda mahakamani kupinga hilo. Njia ya pili ni kwenda bungeni na kufanya mabadiliko ya sheria kama tulivyofanya mwaka jana, sio maandamano, sio propaganda za uongo. Tumelisema hilo viongozi wenzangu, tukiamini kwamba sisi viongozi wa sisi tukilielewa hilo wanachama wetu watalielewa, na wananchi tunaoongoza watalielewa, na nchi yetu itakuwa salama zaidi.